Yotham Tsingay isojik ni mfamasia wa Hospitali ya Rufaa ya Kilutheri Haydom iliyoko mkoa wa Manyara. A, leo ikiwa ni siku ya ufamasia duniani, ningependa kuzungumzia a, kuhusu usugu wa dawa. Usugu wa dawa maana yake ni kwamba ni pale dawa inaposhindwa kuua vijududu labda vya bakteria, virusi, fangasi. Usugu wa dawa unatokana na matumizi holela ya dawa, matumizi yasiyo sahihi lakini pia inaweza kutokea pale dawa inapotumika kwa kiwango kikubwa zaidi. Usugu wa dawa huleta matatizo makubwa katika jamii. Tatizo mojawapo ni tatizo la vifo kuongezeka. Lakini ni kitu gani kinasababisha sasa uh, usugu wa madawa? Moja ni matumizi holela ya dawa ambayo yanapelekea katika hali ya asili, awali, bakteria kubadilisha vinasaba na kufanya dawa kutokufanya kazi ilivyokuwa inapaswa ku Uh, kuondoa magonjwa, lakini pia inaweza kutokana na uh, matumizi ya dawa za uh, antibiotiki kutumika kwa, kwa wanyama pia kwa mimea. Hii inapelekea binadamu kupata uh, hivyo vimelea ambavyo ni sugu kwa dawa. Sasa nini kifanyike ili kuepukana na usugu wa dawa? Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba dawa zinazotakiwa kutolewa kwa kutumia cheti cha daktari Lazima cheti cha daktari itolewe, tusiwe tunatoa dawa kiholela au kwenda tu kwenye duka la dawa na kuchukua dawa katika ugonjwa usiofahamu. Saa zingine una mafua tu ya kawaida, unapaswa kutumia maji, lakini tayari mtu kashakimbilia dawa za antibiotiki. Lakini pia kufuata maelekezo ya daktari ni ya msingi sana, kwa sababu ukikosea tu kufuata maelekezo ya daktari, kile kiwango cha, a, a, cha dawa kwenye damu hupungua. Sasa kishapungua maana yake umetumia dawa katika kiwango cha chini sana. Sasa maana yake unampa yule mdudu nafasi ya kujibadilisha na kuanza kuwa mdudu sugu. Lakini uh, kingine ni kutumia sensitivity testing, yani kwamba kabla ya kutumia dawa hakikisha kwamba hiyo dawa imepita katika maabara na imehakikishiwa kwamba ni dawa ambayo inafaa kwa ugonjwa husika. Kwa mfano kuna dawa ambazo tayari kabla ya kutumia lazima Uh, culture and sensitivity ifanyike. Sasa kufanya hivyo inatusaidia kuondoa gharama lakini pia kupokea matibabu kwa wakati. Madhara ya usugu wa dawa. Moja ni kwamba huongeza gharama kubwa, mgonjwa huishi hospitali kwa muda mrefu. Uh, wito wangu kwa jamii, ili kuepukana na usugu wa dawa tutumie dawa kwa kufuata Uh, maelekezo ya daktari . Kuna vipimo vingi vitafanyika kuhakikisha kwamba ugonjwa ulionao ugonjwa sahihi, na unatumia dawa sahihi kwa wakati sahihi kwa njia sahihi, na hii itakufanya upokee matibabu sahihi kwa hiyo gharama ya matibabu itapungua.